Kamarais jana wakati anatoa majumuisho alituasa mambo ya kama matano ya kutaka kuiona benki ya saribkiendakuwa imara kendabele nakuatarisha viashiria ya tarishi kuvisimamia mtono. Leo pamojakwamba na mafanikio makubwa ambayo tumeyafanya kama yatatiri, ulijadili mstakabali wa benki kwenda mbele, na moja maeneo ambayo amesitizwa zaidi benki uende kujiimarisha zaidi kwenye upande wa teknolojia lakini kuangalia vya shi, vya shi ya hatarishi eza kuathiri mtendaji wa benki. Na sisi kama management tumeahidi zaidi kwamba benki yetu inaendea kukua na itaendea kukua zaidi kuuza biashara nchini na maeneo ambayo tunafanya biashara kwenye nchi za Burundi na DRC na maeneo mapya ambayo tunaangalia upya, lakini tumesema kwamba ni benki ambayo itaendea kusukuma zaidi sekta kuu muhimu zinazokuwa kwa haraka, kilimo ikiwa moja wapo, lakini vile kuangalia miradi ya kimkakati ya kiserikali. Na jambo zuri pamoja kwamba amefurahia zaidi gawio la mwaka huu ambao ni mkutano wa leo, shilingi sitini na tano. Wanahisa wameonyesha hamasa ya furaha, lakini wameomba tufanye vizuri zaidi ili mwakani waweze kupata gawio zuri zuri sana. Lakini leo hii la kulikuwa na uchaguzi wa wakurugenzi wapya ambao wamepatikana tutawatangaza kwa wakati tutakaofika kwa na patikana kwepo. Jambo kubwa la kusema ni kwamba mafanikio haya ni endelevu, kwa sababu benki sasa hivi inafanya vizuri na kampuni zake tanzu, Bima Foundation, DRC Congo na Burundi, na hizi ndio zitakazo chachu ya mafanikio ya pachini. Na sisi tumesema tutaendelea kutoa huduma dijitali zaidi, kufika maeneo ambayo bado hajafika kwao. Ni matarajio yangu kwamba mkutano huu umeisha miaka 30 imekuwa mafanikio, tumejaribu zaidi miaka 30 ijayo, ili benki iweze kuwa kubwa zaidi Tanzania, East Africa na Afrika, na maeneo ya mbali ya Afrika kama Dubai na miji mingine mpya ambayo tunapanga kuitekeleza kwayo. Niombe waandishi wa habari, tumekopa tangu asubuhi, zaidi kuelimisha wananchi kwenye ujumuishi wa fedha, wale ambao wajajiunga na benki, basi wananchi waiamini benki yao hii ya CRDB waitumie katika mipango yao ya maendeleo na kama tulivyoeleza